Habari na karibu tena. Kama wewe ni mwanafunzi au mzazi unayewaza ni kozi gani ya afya yenye soko zuri la ajira mwaka huu na ambayo haina ushindani mkubwa, basi uko sehemu sahihi. Leo tunaangazia ordinary diploma in optometry au taaluma ya upimaji macho. Nitakueleza sifa za kujiunga, vyuo vinavyotoa kozi hii hapa Tanzania na jinsi ya kuomba. Kwanza kabisa, optometry ni nini? Hii ni taaluma inayohusu utunzaji wa afya ya macho. Ukisoma hii diploma, hautakuwa tu muuza miwani kama wengi wanavyodhani. Hapana, utajifunza kitaalamu jinsi ya kupima uwezo wa macho kuona, kugundua matatizo kama uono hafifu na kuandika prescription sahihi ya miwani. Pia utakuwa na uwezo wa kugundua magonjwa na kumshauri mgonjwa amuone daktari bingwa. Kozi hii inachukua muda miaka mitatu kukamilika mtaala wake ni wa umahiri chini ya nactivate mwaka wa kwanza utapata nta level 4 mwaka wa pili, level 5 na ukimaliza mwaka wa tatu unapata diploma kamili yani nta level 6 na unasajiliwa rasmi kama optometrist sasa twende kwenye sifa za kujiunga hapa ndipo wengi hukosea naomba unisikilize vizuri ili kusoma optometry lazima uwe umemaliza kidato cha nne na uwe na ufaulu wa d Lazima uwe na passes kwenye masomo yafuatayo: biology, chemistry, physics au engineering sciences, basic mathematics na english. Nirudie tena, physics na mathematics ni lazima, uwe na D au zaidi. Bila hizi, mfumo wa nactivate unaweza kukukataa wakati wa maombi. Tanzania haina vyuo vingi vya optometry, kitu ambacho kinafanya wahitimu wake wawe adimu na kutafutwa sana. Vyuo vilivyosajiliwa ni pamoja na Kilimanjaro College of Health and Allied Sciences kilichopo Moshi, Mvumi Institute kilichopo Dodoma, Zanzibar School of Health pamoja na City College yenye matawi Mwanza na Dar es Salaam. Ukihitimu, ajira zipo nyingi. Unaweza kuajiriwa hospitali za serikali au binafsi, kufanya kazi na mashirika yani, NGOs au sehemu yenye pesa zaidi, kufungua duka lako la miwani au optical shop na kuuza miwani kitaalamu. Kuhusu maombi, utaratibu hufanyika kuanzia mwezi Mei hadi Septemba kila mwaka. Unaweza kuomba kupitia NACTVET au moja kwa moja chuoni kulingana na mwongozo wa mwaka husika.